Ah, zoezi limekuwa zuri, ni limependeza, lakini pia kwa sisi wana Young African Sports Club nafikiri ndio utaratibu wetu kuchangia damu kwa kuokoa uh, wenzetu wenye mahitaji ya, ya damu, na hii ndio utaratibu ambao tumeuzoea kufanya hivi kurudisha kwa jamii, tunachokifanya tuna hapa ni kuokoa maisha ya watu wengine wenye mahitaji. Kwa hiyo ni jambo jema, tunashirikiana pamoja Simba na Yanga, sote tupo uh, na hii nafikiri hata mkoa pia wanajua kampani yetu sisi kwenye mambo ya kijamii. Kwa hiyo nafikiri ni jambo jema kujitokeza kwa pamoja. Sisi ni maadui tu ndani ya dakika 90 uwanjani, lakini kwenye mambo ya kijamii nafikiri tunashare na, na tunashirikiana pamoja kwa hii dabi. Ukishazungumzia ukisha tu dabi ha, Young, Young Africans hatujawai kuwa shindwa, ni kushinda tu. Hii ya utoaji wa damu tunashinda, na hata ya kesi pia tumeshinda nafikiri e, na, na, na hata tarehe 25 automatically tunashinda, kwa sababu sisi kati ya wateja wetu wakubwa ambao huwa tuna, tunawashinda ni Simba Sports Club. Hakuna watu wengine ambao tumewashinda zaidi. Katika zoezi la leo nimeliona kwanza, liko vizuri pande zote mbili tupo, japo pande ya pili bila mama waendi, ila wataenda tu, liko vizuri, na watu nawatu wanaendelea kuchangia damu. Wana Simba wamejitokeza kuchangia damu, na bado tunaendelea kuchangia damu. Utoaji wa damu una faida nyingi kwa wananchi, naweza nikaitoa tu moja hizo zingine zinajulikana. Kwa mfano mama mjamzito ni, ni mara nyingi sana mama mjamzito mzito anapoeshiwa damu, kwa mfano hamna damu, ni uwezi kumsaidia, na ndio maana utoaji damu huwa unasaidia kwa mama mjamzito kupata damu kwa haraka anapoeshiwa damu. Kama wadau wa michezo leo tumefurahi kuona kwamba serikali imetambua kwamba hili kundi la wanamichezo linaweza likatumika kwa ajili li li ya kusaidia kuokoa maisha ya watu. Leo unaweza ukaona tumefanikisha kuwakusanya mashabiki wa Simba na Yanga waweze kujitolea kukusanya eh, kutoa damu ambayo tunaamini itakwenda kuokoa maisha ya watu wengine. Kwa hiyo tuseme tu kwa namna ya kipekee, sisi kama wadau wa masuala ya michezo hapa mkoani Ruvuma, hili ni jambo ambalo tumelipokea na tunaendelea kuomba taasisi nyingine za serikali na serikali kutambua mchango wa wanamichezo katika shughuli mbalimbali, isiwe tu leo kwa sababu ya masuala ya kutoa damu, lakini tunaamini kuna mambo mengi mengine ili kundi la wanamichezo halikumbukwi. Kwa hiyo tu, tuone namna ya kuweza kulitambua kundi hili kama kundi rasmi katika shughuli mbalimbali e, za kimaendeleo na zile za kijamii. Nitoe wito kwa kila familia basi tuhakikishe tunawekeza mwanafamilia mmoja awe anachangia damu na pale tunapopata changamoto tunakuwa na uhakika ya kuokoa maisha ya familia na wengine. Kwa mujibu wa matokeo ya sensa 2022 20 na mbili mkoa wa Ruvuma ulikuwa na wananchi wapatao milioni moja na laki nane, hivyo unatazamia ukusanya chupa zisizopungua elfu kumi na nne kwa mwaka. Takwimu za ukusanyaji damu zimeonyesha kuwa kwa zimeonyesha kuwa na mafanikio na kuongezeka kwa ukusanyaji damu mwaka hadi mwaka mathala ni katika mwaka 22 jumla ya chupa ya 3600 ambayo ni sawa na asilimia kwa mahitaji zilikusanywa na kufanya vipimo vya maabara na kusambaza. Idadi hii imeongezeka hadi kufikia chupa elfu kumi na mbili mia mbili sabini na nane sawa na asilimia 73 ya mahitaji kwa mwaka 2023. Aidha, mwaka 2024 mkoa ulikusanya chupa elfu saba na kumi na sita ambayo ni sawa na asilimia 47.4 ya mahitaji yote ya mkoa wetu. Pia katika kipindi cha mwezi Januari hadi tarehe kumi na mbili Juni ishiri na tano mkoa umekusanya jumla ya chupa elfu nne na arobaini.